Hi guys, my name is Aisha. Welcome and welcome back to YouTube channel guys. Nawapenda sana watu wangu. Kwanza Ramadhani karibu, pole na kazi. Wengine najua sasa hivi bado mpo na kazi. Wengine ndio kama hivi tumefunga maduka, tumefunga kazi. Ni guys nipo ndani. Kama mnavyoona hapo nyuma ndio mlango wangu guys. So guys, sina furaha sana. Na sitaongea sauti ya nguvu sana, sauti kubwa hapana kwa sababu hii time watu wanatafuta daku sasa hivi. Matumbo yanachemka kula daku. So guys, wambie kitu nimekuja hapa kuambia kuwapa taarifa wapenzi, nataka niwape historia ya huyo binti mnaomuona hapo kwenye screen. Huyo binti ni mzaliwa wa India ana wazazi wake wote baba na mama. Huyo hmm? binti ameacha watoto wake wawili wa kike na wa kiume s so huyu ni mpambanaji mwenzetu, haijalishi katokea wapi, haijalishi ameenda wapi, siu ni mtu wa wapi, kazaliwa wapi, kabila gani? No. Ukisikia mpambanaji, sisi sote ni wamoja, hususan sisi binadamu sote ni, wa, ni wamoja so guys, ni wape historia ya huyu binti mtu wa India, mzaliwa wa India na ameacha wazazi wake wote wawili. Guys, huyu binti alipofikisha miaka kumi na mbili alipata ajali ya kungua na nini, wanaita gesi igasi, aliungua uso wake wote Huyu binti, mrembo, unaona, akaolewa, kiume, akaja, kwa hiyo huyu binti alipoanza kujitambua ameshakuwa mrembo aliolewa, unaona akaolewa, kazaa watoto wawili wa kike na kiume, akaja akaachana na mume wake. Alipoachana na mume wake kwa ajili ya makovu yale yalikuwa yanamcheka mume wake. Huyu anaenda kuoa mwanamke ambaye sura imekaaje jamani? Hizi ajali mtu yote anaweza kuipata. Uwe mwanaume uwe mwanamke, ajali ni mtu yote. Huu mwili mnaouona huu jamani, tusilinge nao sana. Mwenyezi Mungu akikupa pumzi Alhamdulillahi, mshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Huu mwili dakika nyingi unaweza ukaharibika, siju mnanielewa? Huu mwili ni dakika unaweza ukageuka, urembo wote ukaisha, ukabadilika ukawa mwingine. So guys yule binti akabidi ametoka kwenye ndoa yake, akapewa taraka, karudi kwa wazazi wake, unaona, ile hali ikawa sasa inamuumiza. Unajua hakuna kitu kibaya kama umempenda mtu au mmependana, na akwambie kile ka, ile kasoro yako ile, unaona. So ule bwana akawa anamwambia kasoro zake, si mara nini, marafiki zangu ananiambia hivi. Basi mpaka ikafikia kipindi wakawa wameachana, wakarudi kwao. Kurudi kwao, huyo binti akaanza maswala ya mitandao, akaingia kwenye Facebook. Kuna rafiki yake akamwambia, we ingia kwenye Facebook huyu, ufanyeje upate msaada, uombe watu wakusaidie, uende ukafanyiwe nini surgery i ngozi yake yn yani mkimwangalia o tamea weye sii unavomuona hii ngozi yake kama imeshuka Nona, mtu sunashu, ngozi inashuka hivi. So ule binti alivyoingia Mwenyezi Mungu akamjalia kweli akaanza kupata misaada midogo midogo. Sasa, akatokea mwarabu mmoja kutoka huku Dubai, akawa amempenda huyo binti akaweka namba zake huyu bosi akampigia simu. Huyu bosi alikuwa anaongea Kiingereza na yule binti, mashallah alikuwa anajua Kiingereza, wakawa na communicate, wanaongea anamwambia, mimi ni mtu wa sehemu fulani. Sasa je, unaonaje uongee na wazazi wako? Unaona jamani, sasa hivi ni usiku hapa, bwana anaongea kidogo kidogo, saa sita hii. So guys, akamwambia huyu mwarabu akamwambia, unaonaje kuambia wazazi wako? Hao wazazi wako eh, mimi nitawapa pesa kiasi alafu nitakutengenezea paspoti nitakufanyia viza uje Dubai ufanye kazi, mimi na watoto wawili tu. Huyu mwarabu hapa, Dubai ndo anamwambia hivyo. Ana watoto wangapi? Wawili. Kwa hiyo akawa anamtaka yule binti ili ampe msaada eh, awaage wazazi wake aje Dubai kiurahisi, atafanywa sajali, akamwambia na kama ahidi vitu vingi vingi vingi vingi kama unavyojua guys, ila akamwomba utakuwa mfanyakazi wangu yule binti akakubali, akasema ngoja nifanyeje, niongee na wazazi wangu. Yule binti kweli akatoka zake hapo, akaenda kuambia wazazi wake, wakaongea walivyoongea, na kaka zake akawaita, wakaongea, wakasema sawa, kama ni mtu mzuri haina shida. Unajua tena familia zetu za maskini wanakubali kila kitu maskini, huku nakokuja huku hujui unafikia wapi, uelewa unaenda kufikia kwa nani huyo binti mwenzangu akaanza kujiandaa mwenyewe, bosi akawa serious mwenzangu, akaongea na wazazi wake, anaongea Kiingereza ki ule binti anawatafsiria Kiingereza, binti anawatafsiria sasa. Yule binti akafanyiwa kila kitu hmm? mwaka jana ilikuwa mwezi wa saba, akafanyiwa kila kitu na bosi wake huyo, ndo ashakuwa bosi tena, akaambia nitakusaidia masuala ya sajali, na yule binti alikuwa anapenda urembo anapenda naye aonekane kama wewe, aonekane kama mimi. So ikabidi sasa amesafirishwa, baada ya kukubali wazazi wake, akasafirishwa sasa. Kusafirishwa akaletwa mpaka hapa Dubai, kwa lengo ya kuwa nani, kadama au shagala naidia hmm. na idea bas, guys so wale binti alipofika hapa, kazi zikaendelea toka mwezi wa saba mwaka jana, kazi zikaendelea kama kawaida, guys akapiga kazi kama kawaida sasa gazi unavoongelea ni mwaka huu 2025. Mpo mwezi huu wa tatu, ramadhani ya ngapi? Ya pili, mfungo wa ngapi? Wa pili. Huyu binti ndo kakuta na maswaibu, alikuta hao watoto wawili, mmoja alikuwa mgonjwa huyo mdogo, nanielewa, mmoja ni mgonjwa. Sasa huyu binti akawa anamdhanilia akawa anakaa naye unaona akawa anakaa naye anamlea tu kama vile mdogo wake kama mwanae, akawa anakaa naye huyo binti basi akawa anakaa naye, wamekaa wamekaa, guys huyu bosi akaongeza tena mtoto mwingine wa tatu. Kuongeza mtoto wa tatu kakaanza kulelewa, ako katoto kutoka mwaka jana naona mwezi wa kumi na moja au wa kumi na mbili yani mpaka sasa hivi hapa kwenye mwezi huu wa ngapi huu mwezi wa tatu, kalikuwa na miezi minne katoto, kachanga aka alikuwa na miezi minne. Jumla kwa na watoto watatu anawalea, huyo mgonjwa na kaka dogo. Sasa guys, kuumwa, alipoanza kuumwa akapelekwa hospitali na wazazi wake, akapelekwa. Kalivyopelekwa hospitali akapewa ile, mtoto akaandikiwa sindano akaandikiwa madawa ya kunywa. Sasa unavyojua guys, hawa watu Yani haijalishi we ujasomea udokta ujasomea unasi, wanakupa ile kazi ya kuhudumia mgonjwa, awe mkubwa awe mtoto, yani wanakuachia kila kitu guys. Ubinti akaachiwa kila kitu, mnaona, akawa na leo yule mtoto na ule mgonjwa na ule mwingine mkubwa. So guys, kilichomkuta mwenzetu kadaba, mwenzetu inasikitisha guys, zile dawa alizokuwa anampatia ule mtoto ambayo hiyo ni dozi hmm? Ilizidi kwa mtoto, mtoto akakata moto shwapu. Amsha amsha na wewe amsha amsha na wewe wazazi, umemuua mtoto. Yaani huku lazima utaambia umeua, haijalishi unaangalia, utachunguzwa vipi? Mtoto kashakufa mikononi mwako, wewe ndio ulikuwa mtibabu. Umeua, ikawa umeua mtoto, umeua mtoto, akakusanya familia mara akapeleka moto. Wapenzi. Shetani yuko kazini. Kwa maana naambia guys tuweke Mungu mbele tuombeane usije ukamuona mwenzako kafanya jambo ambalo unaona kabisa hili. Huyu mtu kwa nini kafanya hivyo? Jiulize mara 10, kumi mara mia, mia. Ukiwa kwenye hizi kazi tunajua masaibu tunayoyapitia uwezi kujua yule binti kwa nini alizidisha zile dawa? Uwezi kujua ilikuaje mpaka dawa zikam Mwafekti ule mtoto mpaka akafa. Uwezi jua mtu alikuwa na mawazo gani, uwezi jua ule mtu pengine alipigiwa simu nyumbani kwao kuna mashida, labda watoto wake wanaumwa eh. Unajikuta mtu unalea watoto wa mwenzio, ndio unataka pesa, unalea watoto wa mwenzio, wa kwako wanaadhirika. Hii yote ni umaskini. So guys, ukiona mwenzako kafanya jambo usije ukasema hey, hasira hasira hasala, yes, kafanya kusudi. Usiseme hivyo guys. Msiseme hivyo ni kuombeana. Huku ni kugumu. Kwanza unapotoka nyumbani kwenu, unakuja kwenye hizi nyumba, hujui maskini wenda kuishi na watu gani, hujui wana mizimu gani, hujui kwenye nyumba yao wamezindika nini, hujui labda wana yani, uelewi hawa ya watu wame... wamezaliwa kwenye kabila gani, hujui hawa watu labda wamezaliwa mazingira gani. Sasa hapo mnakutana wote, hamjuani wee, hawajui umelelewa vipi na wewe hujui wamelelewa vipi. Eh, So ni Mungu anatutangulia guys, lakini shetani naye haachi kuwa kazini ebwana. Mtoto akapelekwa hospitali, kakuta kasha kata moto hmm? Kid is normal, kamekufa kamenyooka. Mama, niambieni, binti wa watu mawazo, binti wa watu mawazo kupimwa dawa dawa, dawa zimemzidia mtoto, naona funguliwa kesi ya mauaji mauwaji tunavyoongea sasa hivi, guys, timu tim storm mwenzetu halaipi Asha aga dunia hapa. Wacheleweshi nchi hizi hucheleweshi, unatanguliza mbinguni kitu na unatangulizwa mbinguni nafatia. So oh, wazazi wamejaribu kuongea na binti, wamejaribu kuongea na bosi, wapi. Nadhani video nimewapostia hapo mmeiona. Wazazi wanalia binti analia, wazazi wanalia binti analia, guys, ni uchungu, inauma guys. Ni afadhali mtu aumwe, yaani unaambiwa kabisa, sasa ndo hatua ya mwisho, mwanao anaenda kunyongwa, hatua ya mwisho, binti unaenda kunyongwa. Yale maumivu nayo yapata, yale maumivu unavowaachia wazazi wako, familia yako, watoto wako, mhanala Well. Aki ya Mungu, Mwenyezi Mungu atutilie wepesi guys. Mimi na kaka tunajiuliza ni nini, shetani gani huyu jamani. Mtu hata ungejua tu kwamba yeye fumbo naenda kufa hivo, unaweza kupanda ndege kuja huko? Ungekaa tu nyumbani, lakini kifo wakichagua, nenda kufa wapi, na je unakufa kwa mazingira gani? Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema vifo vilivyokuwa vina uchungu kiasi hicho, familia unaiachia uchungu, wewe mwenyewe unaenda kwa uchungu. Ee Mungu wa mbinguni, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi gais. Soti mstrong mwenzetu kutoka India tukashanyongwa. Alaip gais, tuombeane, uombeane Mwenyezi Mungu atuvushe katika hii Ramadhani. Allah atuvushe siku zote guys. Siku zote Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, atulindie familia zetu turudi nyumbani tukutane, jamani. We, Wazazi wamejua kupiga guys, sikuweza kuamelia, ingekoga napostiwa hapa ningewapostia, lakini hapa YouTube hairuhusiwi ukiposti vitu vya machozi, machozi sana wana, wanaifuta ile video kuna video moja niliwapostia, simliona waliifunga, wanaweka X nyekundu, haifunguki. Yaani haitakiwi hapa kuposti vitu vya kutishatisha. Ingekuwa, ingekuwa inaruhusiwa, ingewarushia jamani muone. Inauma. Inauma, inauma guys, mwenzetu ndo kashakufa, kufa. Mwenyezi Mungu amsamee makosa yake pande zote mbili, ya Rabbi. Hawa wameondokewa na mtoto wao, na wale kwenye wa India, wazazi wameondokewa na mtoto wao, kia uchungu. Anyway guys, usisahau kusubscribe, comment, like, na kushare hii video, kila mtu ajifunze jamani. Kikubwa, tusimame na Mungu, tuzidi kuombeana tusiache kuswali jamani, tupo kwenye mitihani. Ukiona mwenzako limemkuta usilaumu, usimjaji Muombee kwa Mwenyezi Mungu na pia jiombee sukahizi. Okay, nawapenda sana muwe na usiku mwema bye-bye.